Mamlaka mpya ya Syria imetangaza kwamba inaunda baraza la usalama wa kitaifa litakaloongozwa na rais wa mpito wa nchi hiyo, Ahmed al-Sharaa. Wakati huo huo, serikali ya Canada imetangaza mipango ya kulegeza vikwazo dhidi ya Syria katika kipindi hiki cha mpito. Selina Mdemu na ripoti kamili Kupitia agizo la rais lililochapishwa kwenye mtandao wa Telegram, ofisi ya rais nchini Siria imesema kuwa baraza hilo, ambalo halikuwepo wakati wa uongozi wa rais aliyeondolewa madarakani Bashar al Assad, litakuwa na jukumu la kuratibu na kusimamia sera za kiusalama na kisiasa. Agizo hilo limeeleza kuwa baraza hilo jipya linaundwa katika juhudi za kuimarisha usalama wa kitaifa na kushughulikia changamoto za kiusalama na kisiasa. Wanachama wengine wa baraza hilo watakuwa mawaziri wa mambo ya nje, usalama, masuala ya ndani na mkuu wa idara ya ujasusi wa kitaifa. Baraza hilo pia litawajumuisha washauri wawili na mtaalamu wa kiufundi watakaoteuliwa na Sharaa. Mikutano ya baraza hilo itafanyika mara kwa mara ama wakati ambapo rais ataamua, na maamuzi yanayohusiana na usalama wa kitaifa na changamoto zinazokabili taifa yatatekelezwa kwa mashauriano na wanachama. Kuundwa kwa baraza hilo kunakuja katika wakati ambao mamlaka ya nchi hiyo inatafuta kuweka sheria ya kitaifa kusambaratisha makundi ya wapiganaji na kujenga upya nchi hiyo baada ya zaidi ya miaka kumi na tatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huku hayo ya kijiri, serikali ya Canada imetoa taarifa ya kutangaza hatua ambazo imesema inaonesha kujitolea kwa nchi hiyo katika kutoa msaada wa kiutu unaohitajika sana na watu wa Syria pamoja na kuunga mkono mpito wa mustakabali wa amani na jumuishi kwa taifa la Syria. Taarifa hiyo imesema kuwa Canada pia inachukua hatua za kulegeza vikwazo vilivyopo kwa muda wa miezi sita, ili kuunga mkono kuwepo kwa demokrasia, utulivu na utoaji wa msaada ndani ya Siria katika kipindi hicho cha mpito. Serikali ya Canada imeongeza kuwa inatoa ufadhili mpya wa dola milioni themanini na nne za msaada wa kiutu kwa Siria. Wakati huo huo, Canada imesema kuwa balozi wake nchini Lebanon, Stephanie McCollum, ameteuliwa kuhudumia pia kama balozi asiye mkazi wa Siria. Kanada imeongeza kuwa inatoa kibali cha jumla kitakachodumu kwa kipindi cha miezi sita ambacho kitawaruhusu raia wa Kanada kufanya shughuli za kifedha pamoja na huduma nyingine ambazo kwa kawaida zimepigwa marufuku wakati wanaposaidia katika demokrasia, utulivu na utoaji wa msaada wa kibinadamu kwa Syria.